Alipitia wapi? Alikuja na hewa <laughs> tuelekee kaunti nambari 26 ambapo taharuki imetanda katika kaunti ya Pokot Magharibi baada ya watu wanne kuuawa kwa kupigwa risasi katika kipindi cha siku tatu. Hali hii imezua hofu miongoni mwa wakazi, huku viongozi wa eneo hilo wakitaka kikosi cha polisi kuimarisha doria na msako mkali dhidi ya wanaochochea uhasama. Huyu hapa Collins Shitabai na taarifa kamili. Katika siku za hivi karibuni hali imekuwa tete katika maeneo ya Takwel, Sarmach, Morita, Ombolion na Kasei. Kisa cha hivi punde ni mauaji ya watu wawili katika eneo la Lopulo, ambapo walipigwa risasi wakiwa njiani kutafuta riziki katika mgodi wa dhahabu. Tukio hilo limezua maswali mengi kuhusu uwepo wa vikosi vinavyoendeleza operesheni katika eneo hilo. Wakazi sasa wanaitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha mauaji hayo, wakisema tofauti na hapo awali visa hivi ya vihusiani na wizi wa mifugo. We have not seen any action that is being taken against us them. We are gathered here to ask the National Cohesion and Integration Commission led by Professor Kobia. We want to ask you that by the close of business tomorrow, we want you to have summoned Tupewe wapokozi, tudumishe amani, tusilipize. Tumepoteza watu wetu wengi, lakini tusilipize, wacha tuwaachie serikali, serikali ifanye kazi yake. Wanaofia huenda kuna mkono wa watu wanaendeleza uchochezi wa kijamii na kisiasa, wakisisitiza kwamba ni wakati serikali kuchukua hatua madhubuti na kurejesha amani na utulivu. Our people should live in peace. They were living in peace. There was no Operation. Operation now has been Wakazi sasa wanaitaka serikali kuendeleza doria za usalama ili kuzuia maafa zaidi katika eneo hilo la mpakani. Collins Shitebai, Runinga ya Citizen, Kutoka.